Sasa. Ni kwa namna gani tunaweza tukawa msaada kwenye malezi kwenye kuwasaidia watoto wasimezwe na mitandao pamoja na simu? Hicho ndo nataka nizungumze, ni kwa namna gani wewe unaweza kuwasaidia watoto unaokaa nao shuleni au nyumbani wasimezwe na mitandao na simu. Kwa nini nimesema na mitandao na simu? Ni kwa sababu simu isipokuwa na mtandao ni simu, na inaweza mtu akawa anapenda kutumia simu wakati hata haina mtandao, lakini ikishatumia mtandao, tunasema sasa simu ina internet. Watoto wengi siku hizi, zamani watoto walikuwa wakifika kwenye nyumba ngeni, anaomba samani, naomba maji ya kunywa. Siku hizi hawakumbuki maji, anauliza kuna wifi. Yaani kuna watoto hata usimpe chakula, wewe wifi iwepo anaishi. Unawasaidiaje watoto walioko kwenye imaya yako shuleni au nyumbani, waweze kustahimili kutokumezwa na kuharibiwa na mitandao na simu? Moja, nikupe utangulizi kidogo. Ni vizuri ufahamu na ninatumaini unafahamu ya kwamba internet na simu sio mbaya. Wangapi nakubali? Na mimi sio mbaya, zina faida kubwa kuliko madhara, zina manufaa mengi kuliko madhara. Lakini usipojua namna ya kutumia yale manufaa, ikakunufaisha, ikamnufaisha huyo mtoto, madhara yake yana uwezo wa kumaliza maisha yake. Madhara nitakuonyesha baadaye kidogo madhara. Na hapa nazungumza na wewe kuhusu mtoto unayekaa naye, lakini nakuzungumza na wewe kwa sababu unajua, na wewe una simu. Nishai kupata dada moja nyumbani kwangu, mi nakaa kule chuo kikuu. Dada moja alikuja, wale ambao una, una kampuni na kutafutia wanakuja, alikuwa na simu tatu, mke wangu ana simu moja. Yani akideki melia anachukua hivi akiinama hivi, imelia mpaka anamwambia, mama, naomba simu yangu hii, kumbe sio hii, ni ile pale, ile iko karibu yako. Niambia mke wangu tabii, nikuongezee simu? Una moja umeshindwa, tatu yaani zinaita, yaani ilikuwa kazi yetu ni kumpa tu hii hii. Sasa huyo anaweza kum, vipi kumsaidia mtoto wa hiyo nyumba, kama yeye muda wote ni wa kupokea simu? Ni ngumu, tunakubaliana eh? Kwa hiyo teknolojia ina mazuri na mabaya. Kinachotakiwa ni tusaidiane kumeja, kufocus kuweka mkazo kwenye yale mazuri, tunaelewana eh? Yale mazuri ili tuweze kupata faida ya mitandao watoto tunaowatunza kule nyumbani tuwasaidie kufahamu simu zina faida na hasara, mitandao ina faida na hasara. Ni vizuri kuchukua zaidi faida. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kabla hujawasaidia hawa watoto kama mzazi msaidizi, ni vizuri ufahamu nafasi yako. Kama hujatambua nafasi yako uwezi ni vizuri ufahamu nafasi yako, iheshi nafasi yako. Nimekuta akizungumza hapa Janet, fahamu nafasi yako. Mimi ni patron. Patron ni neno linalotoka kwenye baba, patron ni msaidizi wa baba. Kuna watoto kule nyumbani unawalea wewe patron, wametoka kwenye single parents, hawana baba, hawana mtu yoyote wa kumwangalia kama father figure. wana mama peke yake na by the way, wakiwapo, wakiwa na mbaba anayekuja nyumbani, labda ni wale wajomba ambaye mama anawaleta. Jumaa atamleta mjomba anko, kesho atamleta anko Lizi, kesho anko Musa, kesho anko Muhamedi. Hajui, kachanganyikiwa. Akija anamkuta patron mmoja, miezi minne mitano, uwe ni baba msaidizi, unasimama, you are a father figure. Simama kama nafasi, mwonyeshe mtoto ambaye amekosa. Kuna wengine sio kwamba hawana baba, baba amefariki au mama aliachwa. Kuna wengine wana, baba wa baba wako kule nyumbani, sio wakina baba. Kuna wababa siku hizi wapo, anaonekana usiku tu, watoto wanajua yupo. Wakiona viatu baba amekuja, amekuja, sendo zake zipo, yaani wanamtambua. Sendo zizipo, sendo zi hamna, gari ipo, gari hakuna, haonekani Baba ambaye yupo anakuwepo, anaangalia boksa ya mtoto, anaangalia mtoto kaoga, patron. Nimeona watoto wanaleta ofisini kwangu, wanakumbuka shuleni, wakiwa wamefunga mama anaongea na si mtoto, baba anaongea na matron, anamisi matron kuliko mama yake mzazi. Tambua nafasi yako, umuhimu wa hiyo nafasi kwa watoto. Wewe ni matron, wewe ni nafasi ya mama Yamkini unajua malezi kuliko mama yake, we ni shahidi. Hawa watoto wanatoka kwenye mazingira ambao wamama zao hawapo, hawapo, hawapo walishiriki kuwatoa tumboni kwenye kuwalea hawapo. Hawapo. Mimi nakuhakikishia shule za boarding hizi kuna wazazi wangeweza kuruhusiwa kuwalipia watoto mwezi wa sita na wa kumi na mbili wangelipa ili mtoto abaki shuleni. Nina wazazi wanakuja ofisini kwangu watoto wao wana shida labda ya sigara au bangi au nini, tunawasaidia kuwapeleka rehabu anaambiwa atakaa miezi mitatu. Miezi mitatu anataka kumchukua, ikifika miezi inataka kuisha anakuja ananiambia, "Nisaidie basi nilipe, wabaki naye tu." Mimi nitampeleka wapi? na ni mtoto wake. Usifikiri kila mzazi analeta mtoto shule bodi kusoma, wengine wanapunguza raha kule nyumbani. Naona kuna wazazi watoto wakifunga shule wanakonda wazazi watoto wa kima, waki, kama sasa hivi wanarudi, kuna wazazi unakuta wanaleta watoto hapo, wanashangilia wazazi kama Christmas, chukueni mizigo hiyo, ani mtoto wake. Kuta mwezi wa pili wa tatu, wazazi mashavu hayo, wamenipa watoto wa wapo. Unaambia mzazi vipi, watoto wamerudi, wa ongera, anakuangalia ni ongera. Ungejua jua jua nafasi yako wewe, una nafasi kubwa mno. Kuna mtu ananielewa? Wewe mdada wa kazi au mkaka wa kazi nyumbani, una nafasi kubwa sana kwenye malezi yale. Naomba nikwambie, watu wengi waliokuwa na wadada wazuri wale wadada wakawasaidia wakatunza wale watoto, wale wadada walivyokuja kuolewa, wanakujaga kuwa wamama wazuri kuliko wale wamama wa wa walikofanya kazi. Kwa nini? Ile sehemu ya wewe kuwalea wale watoto ilikuwa kwa kama practical training, unanielewa Ilikuwa kama ni darasa la mafunzo kabla hujaenda kwa watoto wako, ni kuhakikishie kama ulikuwa hujui. Mimi naongea na wababa wengi sana, mimi ni kansela. Kuna wababa wengi sana ndani ya mioyo yao huwa wanasema kiukweli, kama huyu dada wa kazi ingekuwa ndio kipindi natafuta mke wa kuoa, ningeoa huyu. Hawezi kusema, huwa wananiambia, kwa sababu akiangalia dada wa kazi na mke, wababa wengi sana Anambia dada, naomba unitengenezee chapati kesho asubuhi. Mama anasema haina shida baba, kesho mimi nitakuepo Jumamosi. Anambia haina shida dada, anafanya. Anajua kabisa wewe upike chapati wewe. Itakuwa chapati au chapo? Anakwepa kabisa, anakwepa. Kuna wababa wanafurahia kabisa mama asafiri. Maana anajua kabisa dada anapika, anajua kabisa. Na kuna mama wengine wanajua kabisa akitaka kupika anamwambia hivi, baba anapendaga nini tena? Anamuliza dada. Ha, baba anapenda ngogwe, anakula gaji, hali nyingi anakula kama tatu hivi. Mama aliolewa hajui, hajui. Jua nafasi yako, huwezi kuwasaidia wazazi wale kulea, huwezi kuwasaidia wale watoto kukua kama wewe hujatambua nafasi yako. Kuna mtu ananielewa?